Watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wakuu wa mikoa, hii iwe ni ajenda kwa Watanzania ya kuelimisha namna ya kukabiliana na watu waovu, watu ambao ni wanyanyasaji wakatili kwa jamii yetu ya wanawake chini, lakini sio kwa wanawake tu, sheria yueena na nakututa viuma mbili. Mikoa yote iandae mkakati na mpango kazi wa utekelezaji wa haya maazimio ambayo tumeyazungumza hapa. Haya maelezo tunaeleza hapa ndio maazimio. Na kwa hiyo viongozi wa serikali mlioko hapa, nenda mkatengeneze mpango kazi na msimamie kwa jamii, kwamba jamii yetu inaishi vizuri na haipati tatizo, na isimamiwe kwa kweli. Pale ambapo kunatokea tatizo, hatua kali zichukuliwe. Tatu, wanawake wenyewe endeleeni kuhamasishana kutumia fursa zilizopo kwenye maeneo yetu, na hasa uwepo wa madirisha haya kwa ajili ya kupata mikopo. Si vyema kiongozi mkuu anakuja hapa anasema siapata mkopo. Mikopo, mikopo ipo kwenye maeneo yetu, halmashauri ipo, kwenye benki zetu ipo, taasisi za fedha ipo, lakini muhimu kwenye hili Angalieni masharti hasa wale wanaojitokeza kwa kukopesha mtu mmoja mmoja. Ndio hiyo mikopo inaitwa kausha damu, haikubaliki hiyo mikopo kausha damu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndiye mko kwenye watu, hakikisheni hao wanaoendesha biashara za mikopo ya kausha damu hawapate nafasi hiyo. Kwa kufanya hivyo, tunaathiri maendeleo na mwenendo wa maendeleo ya mwanamke au mjasiriamali yoyote. Nne, kwa taasisi za fedha, mabenki na wote ambao wanatokesha watu, lazima mweke mpango kazi ambao ni mahususi kwa kutangaza na kutoa elimu wa umma namna ambapo wataweza kuwafikia. Leo mmepata nafasi ya kusikia waziri mkuu wakisema haya, wamekuwa kama ndio wai spika yenu. Hapana, nendeni wenyewe, tumieni utaratibu wenu, tafuteni gari, weka spika

Tushiriki kwenye malezi chanya kwa watoto wetu. Jukumu hili asiachiwe mwanamke peke yake, ni jukumu letu sote. Yeah, muhimu sana kuhakikisha kwamba wanaume na mwanamke wote tunashiriki katika kumlea mtoto kwenye maadili mema, ambayo jamii inaweza kuona kweli mtoto huyu kalelewa. Tusiwachie kinamama peke yake. Sita, wanawake sasa jitokezeni kuanzisha viwanda vidogodogo, tukapangwa korosho ukamua mafuta na viwanda vingine vidogodogo, alizeti, vitu vya namna hiyo. Huu ni wakati ambao wewe sasa unataka kujua kwamba alizeti hiyo uliyonayo ukiuza kama mbegu bei yake haina maslahi sana, lakini ukiuza mafuta ina maslahi zaidi, na ukikamua mafuta una mashughuli na yenyewe unayauza kwao, unauza mafuta unauza na mashughuli. Ndio ndo baada ya kuanzisha viwanda vidogodogo, nenda mpaniya mkakati huo na afisa maendeleo ya jamii, hakikisheni natoa elimu hii ya ujasiriamali katika kuanzisha viwanda, ili wakina mama nao sasa waende wakaongeze thamani mazao yao. Nasaba maadhimisho haya ya kitaifa ambayo tuko kwenye wiki hii ambayo pia vitimisho itakuwa tarehe nane kesho kutwa kule jijini Arusha. Mgeni rasmi ni mheshimiwa Dk Samia Suluhu Hassan ambaye atakuwa pale yanakwenda kufanyika kipindi hiki tunapokwenda kwenye uchaguzi. Wito kwa kina mama mjitokeze kwenye chaguzi, lakini kwa sasa wito, nenda mtajiandikishe ili wote tukapige kura, na mnajua mgombea wa rais ni mama yetu mwanamke shwa kujasiri, tunapaswa tukampigia kura nyingi za kutosha, kuthibitisha haya tunayoyasema, ubora wake. Kafanya kazi mzuri miaka mitano, taka tumwongezee mitano mingine tena, afanya kazi nzuri zaidi, na hiyo ndio alama kubwa ya mwanamke katika taifa hili barani Afrika na duniani kote pia. Makofu kadogosa, kina mama ajitokezeni kwa wingi <inaudible> <inaudible> mwende kwa, na na na, bea, kinega, na Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa hapa Mashujaa TV.